Vigelegele. Okay, very good. Now, uh, we are behind time. Tukoje muda. If you look to the program, I was supposed to stand in the morning. This is why perhaps I'm confused and say good morning. But it's now afternoon. Mama asubuhi lakini sasa ni kwa asubuhi. Let me now give a, a a short procedure on how we are going to conduct this program this this afternoon. Program ni hii channel wale. Uh, you'll be called names. Utaitwa majina. By your dean

Parents, relatives, and wazazi, wazazi, wazazi, wazazi. friends, wazazi. please just get seated where you are wazazi. until we finish. Wazazi. it's when you are going out to, to give the gifts to the graduates. Am I clear? Okay. Now, Honorable Chancellor, I would like to present to you wa candidates who have completed their studies na, na kwa and they're ready to be conferred their degree in the following order. Bachelor of Art in Theology, in Theology, there are 58 Theology, Diploma in Theology, 87. Certificate in Theology, 79. Basic Ministerial Certificate,

thasasa uh, huyu ni Dkt. Muneja, yeye ni mkuu wa shule ya Theolojia na Masomo ya dini, na sasa ameitwa hapo mbele kwa ajili ya kusoma majina ya wanafunzi ambao wako tayari kuhitimu na kupewa shahada zao za theolojia na wengine masomo ya dini uh, sasa ataanza.

Ndugu mtazamaji, kumbuke kwamba chuo kikuu cha Arusha ndio chuo kikuu pekee cha kanisa la Waadventista hapa Tanzania, na historia yake imeanza siku nyingi ni chuo ambacho kina sifa ya kutosha duniani. Atukuzwe Retus Kikula. Hapo sasa wameanza kusomwa majina. Na watakuwa wanatembea hapo mbele. Wanakuja wanamshika mkono mkuu wa chuo Mkono I'm to uh, number 3 Cliff L. M. Tewele, calling J. J. Nyangariko. Alafu Daniel Lamek Nyamwita, Deus, Ukumbuke ndugu mtazamaji kwamba Chuo Kikuu cha Arusha kipo uh, katika wilaya ya Meru Arumeru hapa Deus Nestory eh, Sanyiwa Arusha, uh, kipo katika kijiji cha Doto Abeli Yalagawa na Chuo Kikuu cha Arusha ni Njiru Edward Ncho, Munene kina, kina, Eliakim kina Mabula ikiwa hiyo ya Elias Kaema, Kaemasa, ni Mamba Elia, uh, Joseph Masanja, Emmanuel Juma Mahuye, masomo, tayari, Ephraim Kennedy Mabu wa afya, Elias ambao wanafanya e, shahada, Ephraim Kennedy Mabu, Eric Kibaso Buharara yani, Ezekiel Matias, Robert Flaiko, Pius Dea, Gabriel Joseph Senkoro, Geoffrey Robert Henry Gideon iniguo. Mapesa adi, Meshak chuo, ule utepe Kuyashi zile, Mahega Shuguda kama sasa, Inala tayari, Sabona Zala, Nzala Isaac R. Matiko James M. M. Marwa zile, Kashinde zile. Marco Donald Lamec Tabonwa Makoye N. Kuzenza Malkial J. Sule, Masele M. Mkonga, Mbonea Paulo Togolani, kwa kufia ili, Mbusi Kilimu, Melkizedek S. Songorwa, Michael Joseph Mkonga, Masanja, Michael M. Patrick, kwa hiyo Nathaniel Francis Salila, na kufia hiyo, Nestori Joseph Leonard, Ngusa Salawa Magesa fani aliyokuwa eh, anaichukua Oscar, na ndicho kinachofanyika hapa sasa. Mwashiu ya Patrobas Bala John Paul Lugoma Kisinza Praise ya Hanze, Hanze, Hanze. Hawa wote wanaopita hapa ni rafiki wanafunzi wanaotoka katika hiyo shule ya theologia, Lugazama, na masomo ya dini, yani Grayson Samsonrakhogamuljose, Igulusimon, Mahozi Bigoli, Stefano Tumaini, Mhazisospitasamike, uh, Silas Tegemeo, James Thomas, Pastori Thomas Venans Masumbuko Imata, Victor L. Lasarunye, Webiro Makoye, Yesaya Ambaya, Ambaya Yu Kilala, Yoshua Mukonge Zakaria Masunga. Sasa hapo um, mkuu wa hiyo shule ya teolojia amemaliza kusoma majina ya hawa wanafunzi 58 amewataja wanafunzi wote, shahada yao ya kwanza ya teolojia. Karibu. Now I ask the chancellor to speak what is it for sasa mkuu wa chuo ameombwa sikiliza sasa i confer bachelor of arts in theology to those who have been mentioned makofi jamaa na vigelegele congratulations and be seated thank you so much mr chancellor sir may i present to you and to the congregation

have passed the academic requirements and deserves to be awarded diploma in theology. I humbly present them before you. Mkuu wa hiyo shule anasema watu 7 anikiwa kabisa kufikisha vigezo vya kupewa diploma ya Theology na sasa wamesimamishwa na wataanza kusoma moja baada ya mwingine. As I read your name,

Aneth John Edson, Anton M. Gerard, Asheli Mauna Mauna, Asa Musa Masinga, Agostino Raphael Jackson, Somo, Amale, Balo Kanusi na Baraka Nasolo Mlagala Arusha, Arusha. Baraka Paul yani, Stefano Benjamin Gideon Pwani. Zakaria Zakaria mwenyekiti wa Chacha. Sebastian Damian Masige. Paul Dana Kapomola. Isaac Daniel Russia. Samuel Kipan. Daud James Lame. David Mbitula. David Joseph Tef. Edwin Kaiser Leonard. Elisha Deus Selele Elisha Shadrach Lusalula, yeah, Emmanuel Jackson. Eh, Emmanuel Kapaya kwa Miham. Emmanuel Masanja Thomas, Emmanuel Richard Ephes Thistus Muhume, Ephraim Hezenfos Wanula mpua mpua mpua, Ezekia mpua Omengo, Ferdinand Galus, Frank Pima Adili Mbwambo, e, Hamisi Mahize Nyagala Nya, Irene Gabriel Emmanuel, Isaac Simon Msusu, Ismael John Nanguka. Kwa Nanguka. Kwa ibo, Jambeli Pasco e, adayaki Maerere, adayaki ni lafuhu, ni Joseph Magesa Jermani Josia John Ngomano, Kevin Asditis Kibala M. Kenneth Kishiwa S. Magembe Kwandu M. Kasiri Lusia Musa Tungu, Lydia Haruni Changu, Michael Nicholas Mzirai, Majura Ibrahim Sospita, Mariam Roderick Chawe, Marwa Matiko Masige Bugaro Nikodemu Masumbuko N. Daudi M'daw, Matondo Barnabas Simon Mawazo Ali Majenga Mdaharamani Hamisi Kihoko Mhoja Jackson Michael Pom Kama Milka Bi Kilulu Mliuki Mutethia Phineas Musa Fulgens Musa Stefania Minzi Musa Julius Sungura Muya Lubapula Kashigwa Nathanieli Ngavune Antoni Omega B Kapange Onesmo Henry Nya Nyivaha Paulo P. Ndaro Petro Marwa Godfrey Petro Robert Kaswahili Faustini Joseph Kututwa Mnuka Mpini Samson J. Machage Samuel Anania Samuel Daudi Manonja, Manoja Samuel Lusongi, Lusobagija Daniel Sai Edson Lugwisha Sebastian Mwaipopo Shadrak Nyabuga Shija Mabumba Mabala Simon M Masanja Solomon Paul Nyaimaga Spelatha Simon Nyamichu Stafoji Salvatori Yese Makoli Zakaria Chimwaga Mramba Zakayo David Leonard.